Ibana. Yes. E, tunachota maoni ya mashabiki uh, niko na shabiki wa Simba. Mnyama, inakuwaje? Sure, kama kawa. Kama kawaida baba. Mnyama, mnyama ni mwingi. Furaha ipo tarehe kumi na tano, tunaelekea dabi ya Kariakoo, umejipangaje mzee wangu? Anaogopa. Yeah. Yanga hachezi kwa sababu wanaogopa. Yanga hachezi mechi ya tarehe 15 kwa sababu anamogopa Simba. Anamogopa Simba yao. Ni kweli mzee wangu ndio maana yake. Lakini wana wana, wana kahadithi ka, kaf, kafupi karefu uh, wao wameshapata pointi uh, takriban 12 kwa Simba. Hofu hiyo ina, unahisi inatoka wapi sasa? Ah, uh, swala so la pointi 12 hilo lenyewe lina shida kwa sababu hata hata kwenye kombe lenyewe tumeanza kuchukua sisi mfululizo mara nne. Nadhani wao wakichukua sasa hivi nakuwa ni mara nne sisi sisi, kwa hiyo naona tumechukua mara nyingi kuliko wao kwa misimu ya mwisho. Sa waanda tn tukatuma barua lakini ile barua wao kuisoma imefikia asubuhi, wakatangaza mechi ipo. Lakini mwisho wa siku wakasema kwamba bwana bwana, mechi hakuna, si ndio? Sasa je, Simba anaenda uwanjani kwenda kuchukua nini, hali ya kuwa bodi ya ligi imetangaza mechi hakuna? Inaenda kuchukua nini? Hakuna, okay. Sasa kabla hatujaenda tarehe nane, japo umeenda kabla, tunakuja hiyo tarehe kumi na tano bwana, wananchi Yanga wanafanya mazoezi ya kufa, simneelewa eh Unahisi hii kusema kwamba hatuchezi, uh, inaweza ikawa ni mtego, kwa sababu wanafanya mazoezi na wana mechi mbili kwa madai yao dhidi uh, ya Prison na pia Dodoma Jiji, ukiachana na mechi ya fainali. Lakini mazoezi wanayopiga mzee wangu, hey, ni mtego au ni basi tu, ni kweli hawachezi kabisa? Ah, uh, yani unapozungumzia swala la mtego, mtego ameanza kutega Simba kwa sababu kocha Fadlu alipo alichozungumza kwamba mimi natengeneza timu kwa hiyo wao akahisi kwamba Simba kweli anatengeneza timu aliyakuwa, kwa sababu ni kocha mmoja ambaye ana akili sana. Kwa hiyo alijaribu kuingia na kuwateka akili zao kuwambia kwamba mimi natengeneza timu, wao wakaamini kweli Simba anatengeneza timu, lakini kila anayekuja na, anapigika kila anayekuja anapigika na mpaka tunaingia kwenye kwenye Kombe la Shirikisho, Simba anacheza mechi ya kwanza ya pili, wao wanadai kwamba wanasema kwamba sisi tumevaa medali. Nyinyi mnaenda sisi, sisi ni mabingwa. Kwa hiyo mwisho wa siku mpaka Simba anacheza fainali, wakawa hawana tena la kuongea tunarudi kutenda kwa dabi. Lakini dabi tarehe kumi na tano inachezeka. Inachezeka? Yes. Eh, muujiza gani utafanyika mzee wangu? Ah, kwa kwa vivyo vyote watakuja tu. Kwa vivyo vyote watakuja. Lakini msimamo wao hata kupitia msemaji wao wanasema kwamba wao tayari wameshatoa na ratiba wao wana mechi ya kirafiki pia siku ya tarehe kumi na tano hiyo hiyo ambayo bodi ya ligi na TFF wamepanga kwamba ni dabi ya Kariakoo. Blaza, unapozungumzia unapozungumzia unapo msemaji, tunaangalia kwamba katika Simba na Yanga wasemaji ambao wana, wanaongea kwa kwa kulopoka mpaka wanafungiwa wanaongoza ni Yanga. Hivi wewe unaweza kukaa kwa akili yako, unasema kwamba ligi ya muungano ni bora kuliko shirikisho? Wewe mtu kama unamchukuliaje eh? anakuambia ligi ya muungano ni bora kuliko yani, baada ya kukosa anakwambia ligi ya muungano ni bora. Wewe unafikiri kwamba ni kweli bora au au kwamba yule msemaji hajielewi anachozungumza hmm? kum... yaani anachozungumza hakijui, anazungumza nini, na ndio maana hata wasemaji hata wasemaji wa Yanga ndio wasemaji ambao wanaongoza kwa kufungiwa, kwa sababu wanaongea wanaongea vitu ambavyo yaani sivyo kabisa, mzee. Yes, wow, kwani kwani huyu juzi alimona kwamba alishikiliwa na kuwekwa ndani masaa kadhaa kwa, kwa sababu masa ya nini? katoka kwenye mpira anazungumza vitu ambavyo sivyo. Ina maana ninapotoka kwenye mpira afu naongea na, na, na wewe nakwambia bwana na kuna moja, yani hatupo kwenye mpira, kama kama msemaji aliyotoka hapa sasa hivi. Mimi si mimi kiukweli sijamuelewa kwa sababu anazungumza Yanga, anazungumza Simba, anazungumza Singida, anazungumza siasa ya yani. tumuelewe anazungumza nini? Kwa sababu uh, unazungumzia sisi mpira hapa, sio. Kwa hiyo unapozungumzia mpira basi simama kwenye mpira, unapozungumzia siasa si hapa tuzungumzi siasa kwa hiyo mtu anapozungumza vitu vingine ambavyo havipo sivyo ambavyo tunazungumzia hapa tunamshangaa sawa. Bado tutakuwa sa, sa, tunazungumzia dabi ya Kariakoo. Ah, kuna kiongozi mmoja wa bodi ya ligi ameweza kujihuzulu, hilo liko dhahiri kabisa na ni wazi, na hii ni baada ya pengine, labda ni baada ya kashikashi za hii ya, ya dabi ya Kariakoo kuahirishwa, au wananchi pia kusema kwamba wa, wa, wanataka bodi ya ligi waweze kujihuzulu na hisi imekuwa ni moja kati ya sababu Hapana, hiyo ni, ni kama propaganda fulani kwa sababu hata hata, hata Kalia alichozungumza yeye kazungumza kwamba ukizungumza swala la, la Simba kuwabeba, mimi nimewabeba sana Yanga kuliko Simba na tukizungumzia moja moja tutazungumzia, tutakesha kwa sababu kuna makosa ambayo yanafanyika kwa ajili ya waamuzi, makosa ya kibinadamu, na kuna makosa ambayo wewe unaweza ukamshindikiza mwamuzi tu kwa sababu tu labda wewe ni shabiki wa Yanga lakini sio uhalisia, kwa sababu kuna kuna uhalisia alafu kuna kuna vile ambavyo wewe unavyochukulia wewe, kwa sababu unaweza kwenda unaenda kwenye mpira unategemea kusema kwamba nataka simba afungwe. Kwa hiyo swala lolote linalotokea pale, hata kama ni la kawaida, yani lazima ulipo. Na kiongozi mmoja amejiuzulu, umesema kwamba ni propaganda. Sasa unahisi ni katika fact ipi? Yani kwa nini ni propaganda, na tayari huyo kiongozi ameshajiuzulu? Na Yanga wao wamesema kwamba hawaamini bodi ya ligi, hawaamini uongozi wa TFF. Ndio maana nilirudi kukuambia kwamba unajua Tanzania vilabu vikubwa ni viwili, Simba na Yanga, na ndivyo na ndivyo vilabu ambavyo vinaongoza kwa mashabiki, na ndio maana hata makocha wakifika pale huwa wanakuwa na presha kubwa tofauti na vilabu vingine, si unanielewa vizuri? Kwa hiyo ile, ile presha tofauti na vilabu vingine ndiyo ambayo inashindikiza haya, kwa sababu leo tunazungumzia kwamba Simba kwa nini hajaleta timu? Simba sio bodi ya ligi, Simba sio TFF. Sasa kama Simba anaambiwa kwamba hakuna mechi, si ndio? Naenda kufanya nini uwanjani? Mwenye mpira wake kasema hakuna mechi, we unataka nikafuate nini? baada ya barua ya Simba. Yes. Kwa sababu asubuhi walitangaza kwamba bwana mechi ipo, lakini walipo walipoingia kwenye vikao, akaenda kujilizisha. unahisi vikao? baada ya kujilizisha, akaona kwamba Simba yuko sahihi wakaamka na kutangaza kwamba mechi hakuna. Unahisi kwa ukiachana na tukiachana na ushabiki, labda kwa jinsi ambavyo wametoa maamuzi Simba walikuwa sahihi. Simba uh, yes, Simba walikuwa sahihi. uh, kanuni na... walituma barua kwa hiyo kwe, kwenye barua kuna mawili ukubaliwe au ukataliwe, lakini wao kwanza waliikataa, alafu endeni baadaye walipoingia kwenye kikao, wakatoa maamuzi kwamba mechi hakuna. Kwa hiyo ina maana ile kikao kilikuwa kina mashiko aonekana kwamba Simba yuko sahihi na ndio maana wakasema mechi hakuna. Sawa. Wewe unahisi labda hiyo tarehe kumi na tano ya mwezi wa sita hiyo dabi isipochezwa, hii inaweza ikaleta athari gani kwenye football yetu ya Tanzania yani isipochezwa? Ah, dabi kwa kuchezwa ina maana wao sasa ndio waseme kwamba hatuchezi lakini Mwishasema. Kuongea sio sio kutenda, kwa sababu wanaoongea zaidi unakuta ni mashabiki, kwa sababu hata mtu anakwenda anaenda na ana dalili fulani anakuambia kwamba anaandika kwamba hatuchezi. Na hata juzi tumeona Yanga wakiwa wanaenda kucheza nani wame kwenye nani wameandika kwamba hatuchezi. Sasa je, hebu niambie, endapo kama ukicheza endapo kama ukicheza, je, unabadilisha huo ule uhalisia au zile au zile jezi ambao umechapisha kwamba hatuchezi, kwamba utazivua au unafanyaje? sijui umeelewa. Mimi na mimi najaribu na, na, na, na, na kurudi nyuma kidogo kwamba vile ambavyo tunavyokalilishwa sisi au wanavyovizungumza ndivyo ambavyo sisi tunaviona leo. Leo hii tulikuwa na, tulikuwa na msemaji ambayo, ambao wamepishana wame pale na kina Bablas, ndiyo? na kinababla ndio. Na baada ya kuondoka pale, lakini kabla hajaondoka, kuna vitu ambavyo yeye alivizungumza. Ajimanala, ajimanala, vitu alivyozungumza kwamba yeye alisema kwamba Yanga nzima ni baba yake na Kikwete ndio wenye akili lakini walobaki wote hawana akili, si ndio? Lakini lakini walimbeza wakamshangaa sana, kwa nini anaongea hivyo? Baadaye tukaja kuona kwamba yule jamaa kazungumza kitu ambacho si ndio, ni sahihi. Sijui umeelewa. Sasa nikuulize swali bwana mwandishi, kwamba wenye mpira wao wanakuambia kwamba mechi hakuna, wewe unakwenda kupeleka basi, si ndio? Alafu Simba tunajua kabisa kambi yao iko hapa kati, si ndio? Simba Bunju, ni kwa ajili uwanja wa mazoezi Unatoa basi huku unapeleka Bunju. Unafikiri, unafikiri kwamba kauli ya Manara hapo ameikwepa yani huku umeenda kufuata nini? Kucheza nao <laughs> kucheza na nani sasa? Mechi ilipangwa wapi? Benjamin Kapa sasa? So, umeambiwa ipo haipo, haipo? We umeenda kufuata nini saa kumi? <tuhi> <tuhi> changamoto. Kwa hiyo tunarudi pale pale kwamba hamnazo, sijui umenielewa. Tunarudi pale pale hamnazo, kwa hiyo haji Manara bado kauli yake itakaa sana na kauli yake aliyezungumza leo hii, tunasema kwamba wanasema kwamba hawachezi. Kuna baadhi ya viongozi walisikika wakasema kwamba ili tucheze, tunatakiwa wanatakiwa viongozi wa bodi ya ligi wajiuzulu, si ndio? Leo tumemwona mmoja kajiuzulu, si umeelewa? Leo hii wanatoka wanakuja wanasema kwamba basi kama ndio hivi tunacheza. Kwa hiyo wao si kwamba hatuchezi kwa, kwa maana gani na maana wao wameweka mtego. Yaani mtego walioweka, wao, kwamba katika hizi mechi zilizobakia kwa sababu Yanga sasa hivi kwa kileleni kwa pointi moja waki, wakisham, wakishamaliza nani mechi zote. Si ndio? Sasa, kwa ile pointi moja ina maana tayari akipoteza mechi moja. Ina maana atakuwa na pointi nne. Si umeelewa? Ina maana hata kama hata kama Simba atamfunga Yanga, bado Yanga atachukua kombe kwa pointi hiyo. Kwa hiyo ina maana target yao ni kwamba Simba apoteze, sijumuelewa target yao. Simba apoteze kwenye hivi vipolo, and then akishapoteza, ina maana kule wao wao wanacheza, kwa sababu hawana wa cha kuhofia. hata, hata Simba akitufunga bado sisi tunachukua kombe. Tarehe 15 wanasema kwamba wana mechi ya kirafiki. Hii inakuaje? Ah, mechi ya kirafiki, wao ndio wamezungumza na wao wametangaza, lakini tunajua mpira wetu sisi ni TFF na bodi ya ligi, sio? kwa hiyo wao wanapotamka, wao wanaweza wakazungumza tu lakini mwisho wa siku kama wazee wakizungumza, wewe nani eh? baba mwenye nyumba ameshazungumza, wewe we, we ni nani? <laughs> Kwa hiyo TFF na bodi ya ligi ndio ndio baba yetu sisi wa mpira, na ndio waamuzi wa mwisho. Akishasema tarehe kumi na tano kuna mechi, mechi inachezeka. Wewe shukrani sana, utasema kwamba sehemu fulani na mechi tarehe 15 tarehe 20, ah no, hiyo haijalishi baba akashaongea.